KCMC yazindua upasuaji wa kisasa wa tezi dume kwa teknolojia ya mvuke nchini Tanzania. Moshi. Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kaskazini, Kilimanjaro Christian Medical Centre, KCMC, imeanzisha rasmi huduma ya kisasa ya upasuaji wa tezi dume kwa kutumia teknolojia ya mvuke wa maji, hatua inayotajwa kuwa mapinduzi makubwa katika huduma za afya ya wanaume nchini Tanzania. Teknolojia hii mpya inalenga kuboresha matibabu ya wagonjwa wanaosumbuliwa na tatizo la kuvimba kwa tezi dume, linalojulikana kitaalamu kama benign prostatic hyperplasia, BPH. Utaratibu huu wa kisasa unajulikana kama tiba ya mvuke wa maji, ambapo mvuke wenye joto huingizwa kwa umakini kwenye tezi dume ili kupunguza ukubwa wa tishu zilizovimba. Tofauti na upasuaji wa jadi, mbinu hii haihitaji kukata sehemu kubwa ya mwili, hali inayopunguza maumivu, damu kutoka nyingi na muda wa kupona kwa mgonjwa. Madaktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa mkojo urologia, katika hospitali hiyo wameelezwa kuwa upasuaji huu huchukua kati ya dakika 15 hadi 20 pekee. Hii ni muda mfupi ikilinganishwa na njia za awali za upasuaji wa tezi dume ambazo zilihitaji muda mrefu zaidi na kumlazimu mgonjwa wa kulazwa hospitalini kwa siku kadhaa. Kwa teknolojia hii mpya, wagonjwa wengi wanaweza kuruhusiwa kurudi nyumbani siku hiyo hiyo au ndani ya muda mfupi baada ya matibabu. Faida kubwa ya teknolojia ya mvuke ni uwezo wake wa kupunguza hatari ya madhara ya muda mrefu yanayoweza kutokea baada ya upasuaji, ikiwemo matatizo ya uwezo wa tendo la ndoa, au kushindwa kudhibiti mkojo. Madaktari wanasema kuwa mbinu hii inalenga tishu zilizoathirika pekee bila kuharibu viungo vingine muhimu, hivyo kulinda afya ya mgonjwa kwa ujumla. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, tatizo la tezi dume ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazowakabili wanaume wengi wenye umri wa kuanzia miaka 40 na kuendelea. Dalili zake ni pamoja na kukojoa mara kwa mara, maumivu wakati wa kukojoa, mkojo kutoka kwa shida au kushindwa kabisa kukojoa. Kwa muda mrefu, wagonjwa wengi walilazimika kutumia dawa kwa muda mrefu au kufanyiwa upasuaji mkubwa, hali iliyokuwa na changamoto zake kiafya na kifedha. Kuanzishwa kwa huduma hii mpya katika KCMC kunatarajiwa kupunguza idadi ya wagonjwa wanaotafuta matibabu nje ya nchi, jambo ambalo limekuwa mzigo mkubwa kifedha kwa familia nyingi. Aidha, huduma hii itasaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaosubiri kufanyiwa upasuaji wa tezi dume kwa kutumia mbinu za zamani. Hospitali ya KCMC pia imeandaa mpango maalum wa kuwahudumia wagonjwa wengi zaidi kupitia kambi za matibabu, ambapo wanaume watapata fursa ya kuchunguzwa, kupata ushauri wa kitaalamu na kufanyiwa matibabu kulingana na hali zao. Kupitia mpango huu, hospitali inalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu afya ya tezi dume na umuhimu wa kufanyiwa uchunguzi wa mapema. Uongozi wa hospitali umeeleza kuwa kuanzishwa kwa teknolojia hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kuboresha huduma za afya kwa kuwekeza katika vifaa vya kisasa na mafunzo ya wataalamu. Hatua hii inaonyesha dhamira ya hospitali hiyo kuendana na maendeleo ya sayansi ya tiba duniani na kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora bila kulazimika kusafiri nje ya nchi. Wataalamu wa afya wamewahimiza wanaume kujitokeza mapema wanapobaini dalili zozote zisizo na za kawaida zinazohusiana na mfumo wa mkojo, wakisisitiza kuwa matibabu ya mapema huongeza uwezekano wa kupona haraka na kuepuka madhara makubwa ya kiafya. Kwa kuanzisha upasuaji wa tezi dume kwa kutumia teknolojia ya mvuke KCMC imeandika historia mpya katika sekta ya afya nchini Tanzania, na hatua hii inatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo zaidi katika matibabu ya magonjwa ya wanaume na kuboresha ubora wa maisha ya wananchi.